Leo nimekuja ofisi zetu za India katika huu mji mkubwa wa kibiashara wa Mumbai, katika kuhakikisha tunaendelea kuboresha biashara zetu na zenu pia kwa pamoja. Lakini ukiachana na hilo, pia tumejaribu kusikiliza kilio cha wafanyabiashara ambao wanafanya kazi hapa India kuhusiana na warehouse. Warehouse yetu ya mwanzo au magala yetu yalikuwa mbali sana, lakini sasa hivi tumechukua warehouse mpya na karibu. Kwa hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba huduma zetu zinakuwa nyepesi na za karibu kwenu nyinyi. Lakini jambo jema zaidi, pia tumeanzisha huduma ya ndege ya kago. Tuna ya kago sasa hivi Uturuki, Marekani, lakini na India pia tunafanya ya kago. Kwa wafanyabiashara ambao wana mizigo ya kusafirisha kwa haraka kwa njia ya ndege Silent Ocean, India Mumbai, tunafanya kazi hiyo. Kwa hiyo ni waalike muendelee kufanya kazi na sisi kwa huduma bora kwa wakati. Nafikiri mnaona sasa hizi mizigo yenu inafika kwa wakati sana, ndani ya siku ishirini na kitu tu mzigo umeshafika kwa njia ya meli, lakini kwa njia ya ndege ni karibu zaidi, utapata kuwe. Tunaendelea kuboresha kila siku ili kuhakikisha kwamba tunawapa huduma nzuri ya haraka na kwa bei nafuu. Silent Ocean, Simba wa Bahari.